Na utafakari pale unapokaa na tarakishi yako ukirambaza katika mitandao ya kijamii ukakutana na video hii. Uadilifu walinda wenye mienendo nyofu, lakini dhambi huangusha waovu. Unapaswa kuendelea kupigania kile unachokiamini. Je, yeah, umejifunza nini? Amekuwa akitumia sanaa maigizo katika kuelimisha jamii na kufikisha ujumbe wake katika kikundi fulani cha vijana Nimesho siza karibu. Unaweza ukaniambia ni kwa nini uliamua kutumia sanaa ya maigizo kuwaelimisha watu wazima, na ilianza jianzaje mpaka ukaanza kutumia sanaa hiyo? Tokea muda nilikuwa, yani napenda kuigiza, na nilivyokuwa nazidi kuangalia TV wenzangu akiwa naigiza, basi nakuwa yani, nakuwa na hamu zaidi na mimi niwe kama wao, kwa sababu huwa watoto ni kivutio kwa watu wazima. Kwa hiyo mimi nimeamua kutumia talanta yangu au uigizaji wangu kuwapelekea ujumbe wanajamii jamii kwa kutumia vikripu vifupi. Kutokana na hichi ambacho nakifanya sasa, jamii inakutazamaje, hasa kwa wale ambao wanakuzunguka katika jamii nayo inizunguka mimi? Naona wananichukulia vizuri, na pia kwa wazazi wananichukulia kama mfano wa watoto wa kuniiga. Kuna changamoto zozote ambazo nazipitia kwenye hii talanta yako ya maigizo? Kama unavyojua pia mimi ni mtoto muda mwingine huwa anahitaji kucheza, alafu labda utakuta muda mwingine o muda ndio inahitajika mimi kwenda kushuti. Kwa hiyo inanibidi tu ni lazima niende kushuti kwa sababu hiko kitu nakipenda. Muda nyumbani natumia wa nyumbani huwa natumia kama muda wangu wa kufanyia mazoezi ya kuigiza, muda mwingine nafanya mazoezi, lakini muda wa shule huwa natumia kujisomea na kupambania shule nasoma Masomo si sababu ya kukatisha ama kukiendeleza kipawa chako. Unaweza kuchukua mfano kutoka kwa Joketi, hakika umeanza talanta yako angali mapema. Mchango wa wazazi uko wapi katika kuhakikisha kipawa chako kinazidi kukua? Mchango wa wazazi, mimi ninavyoona ni mkubwa sana. Baba huwa ananisaidia mambo mengi ili kukuza kipaji changu, na pia na hata kwa mama huwa ananisaidia mambo mengi ambayo baba hawezi ku Nifanyia kwa mimi msichana. Kulingana na maelezo ya Joketi, anamtaja babake kuwa ndiye mzazi wake wa karibu ambaye anamsaidia katika kukiendeleza kipawa chake. Hebu fuatana nami, kujua je, msichana huyu mdogo alianza kuwa kivutio cha watu wazima akiwa na umri gani? Kipawa cha mtoto huyu kilianza kuonekana akiwa na umri wa miaka mitano. Ilikuwa elfumbili kumi na nane. Ya katika maisha ya nyumbani nilimuona akiwa tofauti sana, amechangamka sana, kwa hivyo hii kanifanya ni mtafutie kikundi cha uigizaji aende akafanye ya mazoezi, pasipo kujua ni kipi kilichopo ndani yake. Natarajia kuwa msanii mkubwa, ili niweze kuiwakilisha Tanzania kimataifa naimani wapo watoto wengi wenye vipaji, ila tu ni ile kukosa sapoti kwa wazazi. Kwao kama wanamtazama Joketi wanapendezwa na kile anachokifanya basi waamini kwamba wapo na watoto zao ambao wanaweza kufanya kama anachokifanya Joketi. Ningependa watoto wengi wafuate mfano wangu ili waweze kutimiza malengo yao, wasiogope, wajiamini na pia ma... wasikate was... was... wasivunjike moyo mapema, na wasi wazazi wenzangu kwamba waache zana za zamani za kuwalazimisha watoto wafanye kile ambacho wanapenda wao. ya ikiwa kama mzazi unaweza ukamgundua mwanao ni kitu gani anapenda, wewe kama mzazi ni kumsimamia mtoto, kumwelekeza kile anachokifanya katika misingi sahihi, ili aweze kufika mbali. Kuna wakati mzazi unaweza kutumia nafasi yako katika kumuongoza mwanako, ili kufikia malengo yake, kwani mzazi ndio nguzo pekee ambaye unaweza kwa sababu ya mtoto kusimama ama kupata mdondoko kwa kile ambacho anatamani kuwa. Mimi ni Michelle Siza. Mzazi, huu ndio muda wa kusimama kwa ajili ya mtoto wako. Tukutane tena juma lijalo, kwa heri.